Kwa heshima na taadhima, tunakukaribisha mgombea urais 2025 Dr. Hussein Mwinyi, eneo la Forodhani. Tuko tayari kukusikiliza na sera zako. Karibu sana katika eneo la Forodhani. Tunakaribisha sana, na sisi ni wachoraji hina. Tunakuomba utuweke kipaumbele katika kazi zetu hizi za uchoraji wa pambanaji wa uchoraji tupate izini sisi, kazi zetu hii, iweze kuwa kubwa kama wanavyokuwa makazi wanavyokuwa wakubwa na sisi tuonekane wakubwa. Tunakuomba na sisi wanawake ambao tunapambana katika maisha yetu, utusaidie utuweke kipaumbele eh, katika kazi zetu hizi ili tuweze kuwa na sisi kama watu wa uchumi wa kuweza kuwasaidia watoto wetu nyumbani. Natamani sana kusikia na kuona mheshimiwa, unatusapoti katika harakati zetu za kuchora hina Forodhani. Na sisi kama wanawake tuko tayari kukusikiliza, tuko tayari kukusapoti katika uchaguzi mkuu unaokuja hivi karibuni. Dr. Hussein Mwinyi, mitano tena, asante. Oktoba tunatiki.